Mimi huwa na wasiwasi kidogo kwamba Mkristo wa kawaida ana dhana kwamba kadri unavyozeeka, ndivyo vita dhidi ya majaribu inavyokuwa nyepesi na inavyokuwa rahisi kutembea na Mungu. Sawa, hebu ni kuambie kuna wasifu katika Biblia ambao unavunja dhana hizo potofu. Unaitwa kitabu cha Danieli na tumekuwa tukisafiri kupitia wasifu huu katika safari yetu ya hekima sasa kwa vipindi kadhaa. Ifikapo sura ya sita. Danieli yuko katika miaka yake ya themanini na kitu. Alitumia sehemu kubwa ya maisha yake katika nchi hii ya kigeni ambayo ilikuwa imewashinda watu wake, labda hata kuwaua wazazi wake miaka sabini iliyopita. lakini licha ya yote hayo, na waziwazi, kulingana na mpango wa Mungu, Danieli anakuwa mkuu wa waganga, kiongozi wa watu wenye hekima wa Babeli. Atakuwa na athari kubwa hapa katika nchi ya Babeli. Kwa kweli kizazi chake cha kiroho siku moja kitafanya safari kwenda Bethlehemu kumwabudu mfalme aliyezaliwa. Sasa unaweza kukumbuka kutoka kwenye somo letu la awali kwamba Babeli ilianguka mikononi mwa Wamedi na Waajemi. Kwa hivyo sasa hapa katika sura ya sita, Dario Medi ndiye mfalme. Kwa kweli Dario anahudumu chini ya mfalme wa Uajemi Boreshi. Uh, Dario ni naibu mfalme amechaguliwa na Koreshi kutawala kama mfalme katika eneo hili maalum katika ufalme. Unahitaji pia kukumbuka kwamba Dario si jina la kibinafsi, ni cheo kama kaisari au farao. Kwa kweli neno dara ambalo dario linaonekana limetokana nalo ni neno la kiajemi kwa mfalme. Historia inatufunulia kwamba jina lake la kibinafsi lilikuwa Bubaru atatawala katika mji wa Babeli kwa miaka kama kumi na nne, lakini yeye anahitaji mtu mwaminifu kuweka kila mtu katika mstari, na yuko karibu kumpandisha Danieli kuwa wa pili kwa mamlaka. Lakini usikosee, hii haitafanya safari ya Danieli na Mungu, maisha yake huko katika nchi hii ya kigeni, huwa rahisi zaidi. Kwa kweli, karibu matukio yote yaliyoandikwa katika maisha yake ni ni mfululizo wa matatizo moja baada ya jingine na matatizo haya hayajaisha bado. Sasa tunapopitia sura hii, wacha nikupe sifa nne zinazomwelezea Danieli, na kwa njia sifa hizi nne zinapaswa kukutambulisha wewe, ikiwa unataka kufanya mabadiliko katika Babeli ambapo Mungu amekuweka leo. Sifa ya kwanza ni utu wa neema. Mstari wa tatu unasema, kisha Danieli huyu akawa maarufu zaidi kuliko maafisa wengine wote wakuu, kwa sababu roho bora ilikuwa ndani yake, na mfalme alipanga kumweka juu ya ufalme wote. Alikuwa na umeona, roho bora. Unaweza unaweza kwa kweli kutafsiri hii kama utu bora, na kwa urahisi hii hii inamaanisha kwamba Danieli alikuwa na mtazamo mzuri, alijulikana eh, kwa kuwa na roho ya neema juu yake. Na sikiliza, usipuze yaliyo dhahiri. Kwa umri wa miaka 85 Danieli, angeweza kuwa sasa mzee mkorofi mwenye hasira kwamba alipoteza familia yake, ea, mwenye uchungu kwamba alitumia maisha yake katika nchi hii ya kipagani ya kigeni, lakini badala yake anajulikana wa utu huu wa neema na kuvutia. Sawa, sifa sifa ya ya pili, eh, ninayotaka kutoa kutoka kwenye wasifu wake ni sifa ya uadilifu. Unaona, habari zinapovuja kwamba Dario anataka kumwendeleza Danieli tunaambiwa hapa katika mstari wa nne maafisa wengine walijaribu kupata msingi wa mashtaka dhidi ya Danieli uhusu masuala ya serikali, lakini hawakuweza kupata ushahidi wowote wa, wa ufisadi kwa sababu alikuwa mwaminifu, na maanisha hebu fikiria Danieli lazima awe anaficha uchafu mahali fulani, lakini hawawezi kupata chochote. Eh, kwa njia wapendwa, kumbukeni hili, hawachumbuzi mpango wake wa kusoma agano la kale. Eh, hawachumbuzi ni mara ngapi alizungumza kuhusu Mungu. Unaona, wakati dunia inapoanza kuchumbuza maisha yako kama muumini, hawajali ni mara ngapi unaenda kanisani. Eh, wanataka tu kujua kama unafika kwa wakati, wanataka kujua kama unafanya kazi ya uaminifu ya siku kwa hiyo, maafisa hawa wanafanya nini sasa? Naam, wanakuja na mpango wa busara wa kutumia maisha ya maombi ya Danieli dhidi yake. Wanatoa pendekezo kwa mfalme hapa katika mstari wa saba: weka amri kwamba yeyote atakayetoa ombi kwa Mungu au mtu yeyote kwa siku thelathini isipokuwa kwako, e mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Kwa maneno mengine, Dario, e mfalme mkuu, tunataka kukufanya mungu wa mwezi. Hakuna mtu anayeweza kuomba kwa Mungu mwingine isipokuwa wewe kwa siku thelathini zijazo. Na Dario, unajua, katika unyenyekevu wake wote, anafikiri hili ni wazo zuri. Lakini pamoja na hilo, sifa ya tatu inajitokeza hapa katika maisha ya Danieli, na nitaipa jina la uthabiti. Aya ya kumi inasema Danieli alipojua kwamba hati hiyo ilikuwa imesainiwa, alikwenda nyumbani kwake ambapo alikuwa na madirisha katika chumba chake cha juu yaliyofunguliwa kuelekea Yerusalemu. Alipiga magoti mara tatu kwa siku na kuomba na kumshukuru Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya hapo awali. Sasa Danieli angeweza kuamua kuwa na mwezi wa maombi ya kimya. Angeweza, angeweza kuchagua kufunga madirisha yake kwa mwezi mmoja. Angeweza kuepuka kile ambacho wazi anajua ni mtego. Lakini Danieli anakataa kubadilisha mtindo wake licha ya shinikizo hili kubwa. Aya ya 11 inasema kwamba watu hawa wanamkuta akiomba, na wanakimbia na mara moja kumripoti kwa mfalme. Na kwa hilo, maisha ya Danieli yanageuka tena juu chini. Na usikose hapa. Si kwa sababu sababu hana imani imani bali kwa sababu ana imani thabiti. Sasa Dario anajaribu kutafuta mwanya katika tangazo hili la siku 30, lakini hakuna Daniel. Mi atalazimika kutupwa kwa simba. Ninapenda wasomi wa kiliberali hapa ambao wanakuja na kusema hawasi simba halisi kabisa, hii ni lugha ya kishairi tu, kwa maadui wa kisiasa wa Danieli, wao ndio simba. Sawa, hebu niwaambie, Danieli angefurahia lugha ya kishairi kidogo sasa hivi, lakini hii si shairi. Hii ni hali halisi kwa kweli. Aya ya kumi na sita inaweka wazi: kisha mfalme akaamuru na Danieli akaletwa na kutupwa kwenye tundu la simba. Mfalme akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima na akukomboe. Danieli hajibu kwa njia, na nadhani ni kwa sababu anajua Mungu ana wajibu wa kumkomboa. Kwa kweli, mimi binafsi naamini kwamba Danieli anadhani ameishi maisha kamili na na tundu hili la simba litakuwa kwake mlango wa mbele kuingia mbinguni. Tunajua kutokana na uvumbuzi wa kale kwamba tundu hili labda lilikuwa na kizigeu cha katikati kinachomtenganisha Danieli na simba, na hiyo inamaanisha kwamba Danieli wakati fulani angeweza kusikia lango katika kizigeu hicho cha katikati likifunguliwa ili kuruhusu simba kuingia. Ninajiuliza, je, alijiandaa kwa ajili ya athari ya wale simba wenye njaa? Je, alikuwa na hofu? Vema, mimi naamini angekuwa kwa kiwango fulani. Yeye ni binadamu kama wewe na mimi. Yeye yeye labda anajiuliza wakati huu, itachukua muda gani kabla hajafa. Tunachojua hata hivyo ni kwamba tundu hili ghafla lilikuwa kimya kwa njia ya ajabu. Danieli aliruhusiwa na Mungu kuona malaika akifunga midomo ya simba kwa aina fulani ya kamba isiyoonekana. Naam, mwanzoni mwa mwangaza hapa katika mstari wa ishirini mfalme anakimbia huko akipiga kelele, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima ameweza kukuokoa kutoka kwa simbai? Je, unaweza kufikiria mshangao wake anaposikia sauti ya Danieli? Sasa, kabla sijasoma jibu la Danieli, tusikimbilie haraka. Hebu nikupe sifa ya nne inayotambulisha ushuhuda wa Danieli hapa, na kwa neno moja ni unyenyekevu. Danieli anajibu katika mstari wa 22: Mungu wangu alituma malaika wake na kufunga vinywa vya simba, na hawajanidhuru, kwa sababu nilionekana sina hatia mbele zake na pia mbele yako e mfalme, sijafanya madhara yoyote. Danieli anatoa tu ukweli hapa. Hakuna kujisifu, hakuna madai ya kulipiza kisasi au hata kuomba msamaha. Angeweza kumpa mfalme somo zito kwa njia, kwa kuruhusu hili kutokea. Angeweza kutenda kwa kiburi, unajua, sikiliza mfalme eh, hukujua mimi ni nabii wa Mungu na kwa njia nimefahamiana na hawa simba wote hapa chini nimewapa hata majina huyu ni Princess pale na huyu ni Leo, huyu ni Kudles. E eh, hapa inafaa nije hapa mara nyingi zaidi. Hapana oa, oh, hapana. Danieli afanyi lolote kati ya hayo. Yeye yeye tu anatangaza kutokuwa na hatia kwake na kisha anampa Mungu utukufu wote kwa kuokolewa kwake. Sasa je, hii inamaanisha maisha ya Danieli yanakuwa rahisi? La, hapana. Eh, usisahau kamwe kwamba Danieli eh, ataishi katika nchi hii ya kipagani daima, atakuwa katika nchi hii ya wachache. Yeye, yeye atadhaminiwa na baadhi, lakini atachukiwa, atapuuzwa na wengi. Fikiria hili. Mungu hatamruhusu Danieli kurudi nyumbani Yerusalemu. ana hudumu katika nchi hii ya kigeni maisha yake yote, amechaguliwa na Mungu kufanya mabadiliko huko Babeli. Alifanyaje hivyo? Naam, tunaambiwa kupitia tabia ya neema, kupitia uadilifu wa kibinafsi, udhabiti na unyenyekevu. Eh, tuishi hivyo sisi wenyewe tunapoishi leo katika Babeli yetu, tunapoishi kwa utukufu wa Mungu.